Utajuaje uko katika agano? Utajua tu, maisha yako lazima yatakuwa na ongezeko. Ulivyokuwa jana hautakuwa hivi leo, unavyokuwa leo, kesho hautakuwa hivyo. Ndio utajua kwamba uko katika agano, lakini wewe kama jana ulikuwa hivyo hivyo leo uko hivyo na kesho, ujue uko nje ya agano. Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko, anakupeleka utukufu hata utukufu. Sasa iwezekana Mungu gani huyo ambaye hakuongezi miaka yote wewe uko pale pale tu? Hapana, no, huyo sio Mungu, huyo sio Mungu. Chunguza maisha yako, chunguza maisha yako. Tuna nafasi ya kuomba na Mungu akitupa neema, kesho tunaweza tukawa na muda mrefu sana wa kuomba, kulingana na jinsi nitakavyoongozwa, lakini ikitokea basi Mungu amenipa ujumbe mwingine wa kuanza nao, basi tutaanza ujumbe mwingine, lakini natamani kwa kadri Mungu atakavyoniwezesha tutapata muda mzuri wa kuomba. Chunguza maisha yako, angalia maisha yako, angalia angalia. Nafasi bado ipo, narudia tena, mwana wa Mungu, nafasi bado ipo, nafasi bado ipo, nafasi bado ipo uthibitisho ya kwamba nafasi bado ipo ni uhai ulionao, hamna kingine yaani, ili mnadi tu napumua, unaweza kutembea, unaweza kutazama, ujue nafasi ipo. Rika, shanda, ramalika, siki, naamini sasa kwa muda huu umetafakari kwa urefu, kwa upana, namna maisha yako alivyo. Umeangalia kwa upana na marefu namna maisha yako alivyo, na umetambua sasa uko kundi gani, umetambua uko ndani ya agano au uko nje ya agano. Mwenye majibu ni wewe na sio mimi, mwenye majibu ni wewe na sio mimi. Na ikiwa umepata majibu ukiwa umepata majibu ya kwamba uko ndani ya agano, tumia gharama yoyote ambayo unaijua, lipa gharama kuhakikisha utoki kwenye agano. Ukijua ya kwamba uko kwenye agano, uko ndani ya agano, tumia gharama yoyote unayoijua, toa gharama, lipa gharama ya kuacha uovu ya kuacha mabaya kuhakikisha hautoki nje hautoki kwenye agano. Na kama umejigundua uko kwenye kundi ambalo ulishaacha agano la Bwana, nafasi unayo ya kutengeneza. Damu ya Yesu iko tayari kukupatanisha na Mungu wako. Narudia tena damu ya Yesu iko tayari kupatanisha na Mungu wako. Inasema tena damu ya Yesu iko tayari kupatanisha na Mungu wako, utapatana na Mungu wako. Iko tayari hiyo damu, imekuja kwa ajili hiyo tu, basi haina kazi nyingine, ni kwa ajili tu ya patanisho kati ya mwanadamu na Mungu, kuondoa dhambi na kumweka mwanadamu katika maisha ya utakatifu kama Baba alivyo weni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Wewe bwana unaweza, mungu wetu anaweza, kwa kinywa chako sasa unaweza ukasogea mbele za Bwana, tuna dakika kama kumi na mbili, ukamwambia Mungu inakushukuru kwa neno lako, kamwambie Baba asante kwa neno lako kwa kuwa umenifundisha, kwa kuwa umesema na mimi, umenena na mimi Bwana, umesema na mimi. Mfano ukamwambia tu Baba asante, ukamwambia tu Mungu ninakushukuru, ukamwambia tu Baba ninakushukuru, ninakutukuza kwa kuwa umenena na mimi, kwa kuwa umesema na mimi kwa kwa ume Neno la Mungu mwana wa Mungu wao linakuja kwa wakati sahihi.